Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuwaomba wanahabari kama kuna jambo wanalitamani kulisikia ni jambo la uchumi wa nchi yetu. Wanahabari wana uwezo wa kushape na kuspin na kutengeneza ajenda ya kuwafanya wananchi wote wakafocus kwenye ajenda hiyo. Ningekuwa na uwezo ningewashawishi sana watusaidie kwa nguvu zao zote kubadilisha aina ya habari zinazochukua nafasi kubwa katika masikio si tu ya watoto, si tu ya vijana, hata ya watu wazima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, habari ina nguvu kubwa sana, ndio inaamua mpaka aina ya mavazi, inaamua aina ya chakula, inaamua aina ya nyumba, inaamua aina ya kila kitu. Habari zote ziwe za michezo, ziwe za uchumi, ziwe za siasa, yaani ifike hatua habari yako ikae front page ni kutokana na namna gani ina impact ya uchumi wetu, kwa sababu kuna fursa nyingi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambazo unaziona kwa sababu ya habari hizo kutokuwa na nafasi kubwa zimepelekea watu kujisahau na kushindwa kuchagiza na kusukuma gurudumu la uchumi. Nishangaa kupata taarifa kutoka kwa balozi wa India, anatueleza na namna gani unga wa maembe ulivyo na thamani kwao. Wakati sisi Tanzania maembe yanaoza. Sasa unaweza kupata picha jinsi gani tuna vitu vingi ambavyo vinaweza kufanya mambo makubwa na kubadilisha maisha ya watu, lakini sababu habari zake hazisikiki zinawafanya wananchi wanaona labda si sehemu ya kuchagiza uchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, neno la mwisho, tarehe tatu mwezi huu wa tano katika mkoa wetu tumeandaa forum kubwa, tunaita Arusha Economic Forum mojawapo ya watoaji au watoa wa mada ni pamoja na Profesa Kabudi. Ninaomba tuitumie fursa hiyo kwa ajili ya kubadilisha taswira ya mkoa wetu, na tunawaalika sana wanahabari, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili waje waonyeshe fursa za kiuchumi zilizopo katika mkoa wetu. Kuna watu wanasikia tu habari ya Afconi, lakini hawawazi hawajui, namna gani naweza kapata pesa kutokana na Afcon. Kuna watu wanasikia habari ya magadi soda, hawajui namna gani naweza akapata pesa kutokana na magadi soda kuna watu wanasikia SGR inajengwa kuja Arusha, hawaoni namna gani. Kwa mheshimiwa waziri mkuu, tumeandaa forum hiyo kwa makusudi ya kuwafungulia pazia wananchi wa mkoa wa Arusha ili waweze kutap kwenye hiyo opportunity na kuweza kutengeneza uchumi mkubwa. Na miongoni mwa watu tulioalika, tumewalika pia Profesa Lumumba kutoka Kenya, lengo pia aje atuonyeshe natural resources tulizonazo katika Afrika zinawezaje kuwasaidia Afrika tukianza na mkoa wetu Arusha. Baada ya kusema, mheshimiwa waziri mkuu, najua nimechukua muda wako mwingi lakini nakukaribisha tena, na baada ya safari ya kurudi kwenye majukumu yako, weekend sio mbaya ukija kuwa unapumzika pumzika Arusha, hali ya hewa kama ulivyoiona, na najua imekuwa tabu kukuamsha, lakini ndio divi ambavyo Mungu ametubariki wa wana Arusha. Karibu sana Mheshimiwa waziri mkuu. <laughs>